Okay. Watu wengi siku sikuhizi MC Pilipili ameokoka sana mbona amekuwa kama vile akiposti posti nyingi sana za matamasha ibada, ni Musa na vitu vituatuzungumzi hilo jambo kwa kina. Ah, no mimi nimeokoka then toka mwaka 1994. Kwa kwao mimi hata wanavyoona kipaji nachokifanya ni, ni sehemu ya Mungu na ndio maana mimi hata wanavonana hata nakuwa mchungaji yaani Uh, watu wengine saa, umesha kwa mchungaji mchungaji acha comedy comedy ah ah mimi ni kuwa mchungaji is a package of it yani ni sehemu ya yani naanza nachekesha kidogo afu ndo naanza kuhubiri na ndio maana hata watu watakaofika katika siku ya Ijumaa ijayo ya tarehe tatu mwezi wa kumi pale uh, Kimara Temboni kwa kuhani Musa Richard Mwacha umeona kwa sababu huyu unajua ni kuhani kijana kuhani wa kizazi chetu kuhani ambaye Mungu anamtumia kuhani ambaye anashinda milimani akiwa na Umuone, anashinda milimani mara zote na na, sasa hivi amepanda kule milimani anamuomba Mungu ili kufanya kitu kikubwa sana siku ya tarehe tatu, na ndio maana mimi naendelea kuomba vijana wote ambao wanatafuta njia, vijana ambao wamekwama katika sehemu, wamama ambao wapo kwenye magonjo, wamama ambao pia uh, wamefungwa vizazi vyao au wana matatizo ya ndoa au shida yote ambao wana au wanateswa wana, wana, wana na wachawi na waganga, siku ya tarehe tatu kuna upako wa tai mweupe na kupandisha uh, bendera ya ushindi na Kuhani Musa Richard Mwacha ndiye ambaye atatoa mafundisho siku hiyo na of course mimi nitakuwa pale kwa ajili ya gospel comedy, uh, kuchekesha kidogo, lakini pia kuhubiri na kufundisha. Na mimi nina uhakika ya kwamba watu watakaofika pale na mavazi meupe kuanzia saa kumi na mbili siku ya tarehe tatu, watafurahia kwa sababu hawatakuwa au wajisi watakavyokuja, wataacha chochote ambacho kimewashika na watatoka wakipaa kama tai kwenda mbali zaidi. Siku ya Ijumaa ya tarehe tatu mwezi wa kumi kuanzia saa kumi na mbili Kimara Temboni Ngomeni kwa kuhani Musa. Sasa Richard, mwacha hilo limeisha sasa kwa